Okay, vile mnajua ni Gaucho eh, ghetto president mwanasoja wa Raila Muludinga. Eh, kitu ya kwanza nataka kushukuru eh, Sudi kwa yale ulifanya kwa huku kwako, kwa, kwa eneo la ubunge lako ya huko Eldoret. Yenyewe wewe ni mkarabati. Na hii mambo ya watu kusema hujasoma kwa wakati ulijibu seneta fulani ya kwamba yale vitu nafanya au wengine hawawezi fanya, na wewe hauna time ya kushinda parliament ku discuss vitu waziko, wewe unataka voters wako au feel poa. Kitu mimi nataka kuambia Sudi, mimi nilikuwa huko singishu na huko kuwa na mimi lakini nilitembea kwa hiyo Eldoret town, wapi nilitembezwa na vijana wakina kiongozi, president wa vijana, msichana ambaye ameshinda kiti ya Kisii nini university. Huko walinitembeza usiku mchana na nilisikia ya kwamba una, unaendanga una kuwa mama unawapea pesa ya biashara vijana, unawapea pesa ya kulipa loan za bodaboda, unajaribu kuempower. Na mimi ningeomba viongozi wetu wa Nyanza wajaluo MPs, hii e, ndio kitu mtendo, mtindo ambayo mnafaa mchukue, si kudebate peke yake parliament. Mulienda pale kutengeneza sheria by the same time mulienda pale mumake sure mmeempower vijana wetu, na mimi ningeomba Sudi juu natembea wengi na elected leaders. Ukienda kwa hizo mafunction zako, ningeomba utembee Migori, utembee Siaya, utembee Kisumu, kwao vijana wageto, vijana wa Bunga, vijana wa Nyalenda, Migori, Rongo, wapi Nyatike, Migori town, Suna east, Suna west, mpaka huko Ruba, tembea huko, tembea Omabei, kila mahali Omabei, muende muempao wale vijana wetu, juu hata kama sahii tuseme, President Ruto anafanya, amejenga stadium mabeini mzuri, mabarabara zinajengwa E, huko sia iko vitu zinafanywa, hatukatai, lakini iko kitu ambayo hata kama barabara mpya haitafanya mtu ashibe, lakini mkifanya zile vitu Sudi amepeleka pale, leo kijana anaendesha pikipiki yake, hata kama barabara ni nzuri, anapata mia mbili yake ameenda amenini. Hata kama anasema Ruto ni ta, kumi bila break, yenyewe watu wanaelewa nyewe ni kumi bila break. Huyu mtu amepaka mafuta, mtoto wake hajakwama kwa, kwa nyumba, ameenda shule. So mimi ningeomba ya kwamba Uh, Sudi please chanua wabunge wetu wa Nyanza juu ile kitu ulifanya, hata wabunge wetu wakiungana wote hawajai piga hiyo, itachukua 100 years ndio wafanye kitu kama hiyo. So mimi ningeomba uh, Sudi please tembea Nyanza, tembea hii Nairobi, Madhare, Ruaraka, Korokocho, Mukuru kwa jenga, Mukuru, uh, Mukuru Fuatanyayo, Mukuru Kayaba, eh, Ruaraka, Huruma, Dandora Kayole, Soweto huko e, e, nini Bangla hii kijiji imeunganisha imegawa Dandora na nini imegawa ka, nini imegawa e, Rongai na ka, na nini iko nyuma ya National Game Park ukipita Multimedia University. Tembea uempower vijana hapa Nairobi hata hizi mambo ya affordable house, please Mr. President, hii mambo ya affordable house tuko na vijana ambayo vijana wetu kutoka mavijaji ambayo hatujajua wakina nani wamechukua hizo nyumba Unaona, mungeweka mungelete au vijana eh, machairladies, machairman, youth leaders wawaambie wale vijana pia wanahangaika, wapate hizo nyumba, katika hizi nyumba zako, ili tukisema kumi bila break, watu wetu wanafil members wangu wa bunge members wangu wa bunge pia wapate, hata kama ni kumi, hata kama ni ishirini wafile, nyewe ni kumi bila break. Jua watu wasipochunga hata kwa Mr. President kwa hizi manyumba itafanyika kama ya Iris, ambayo ilijengwa na kinajirongo huko nyuma. Wale walichukua hizo manyumba ni matajiri. Utapata mtu anakuja, minister anakuja na watu wake wengine, wamelai wako nje ama wako kwa serikali, ndio bado wanapata hizo manyumba. Real ni, ni hakuna real, real wasafara wenyewe hakuna. So mimi ningeomba Sudi, watu wachukue tendo mzuri ambao ulifanya unaona, kupeleka zile vitu ulifanya hapa. Nairobi tuko na vijana ambao wako na car wash wako na wako na car wash nini but hawana mashini hawana matangs. Tuko na vijana ambao wanauliwa na pikipiki hii loni ya pikipiki, waletee vitu kama hizo, ili tuende pamoja na hiyo, ndio itakuwa furaha yangu. Hata nikisupport kumi bila break, lakini vijana wetu wanaona nini? Lakini hii ni kitendo ambao ningeomba Sudi, we toka na hao watu wa bunge wetu, enda Migori, enda kawa kikataa. Tuko na vijana ambao wanaweza kukuingiza huko, ili muende mfanyie watu. Ni ule mtu niliona anafanya hiyo, na mimi kwa close na yeye ni Raymond Omolo, ningeomba Raymond Omolo enda na hiyo najua, utakuwa dui ya watu wengine, lakini endelea na hiyo mtendo ya ku make sure ya kwamba mumeenda. Ukifanya vile Raymond Omolo anafanya, umbadi afanye hiyo, opia wandaye afanye hiyo, e, nani hao watu wengine wafanye hiyo, Ruto hautakuwa na kazi ngumu ya kurudi 2027. Lakini tukiweka tu mafitina, udaku na kiburi, then hawa watu wazatu frustrate. Mimi nakuomba ya kwamba kila mtu ambaye anafanya na William Ruto achukue mtindo ya Sudi na mtindo wa Raymond Molo. Ni also ile tu Raymond Molo ile position yake haijamruhusu ili aingie sana kwa sababu ya position yake, lakini mimi ningeomba kitu Sudi ulifanya, hiyo ni challenge kubwa na kupea watu morali ya kwamba it's not about education, lakini ina depend na ati ya mtu na vile mtu alilelewa. So mimi nakukongratulate kama ghetto president Mr. Sudi ya kwamba kitu ulifanya, mimi nakuhitaji Nairobi hapa kwa hizi maslamu na wanageto wanakuhitaji Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu wanahitaji hizo vitu, wapelekee mandugu zetu huko, na utaona ya kwamba tuta make sure tume defend hii serikali ya Ruto na tunasema ya kwamba hata finance bill hii ambayo mbada inaenda kusoma, vijana watatoka wa defend, ili isomwe, ili Kenya iendelee juu hatuwezi Ruto hizi run government without hiyo eh, eh, without finance bill lazima ipite. Wale mchochezi wale unachochesha tunangoja au hiyo siku, unaona, but mimi naomba Mr Sudi kuja uempower vijana wetu kutoka Nairobi, Migori, Siaya, Kisumu, Homa Bay. Asanteni na Mungu bariki Sudi na abariki serikali ya William Samoi Ruto, wakishikana na ndugu yake Raila Amolo Odinga.